Bwana Yesu asifiwe. Kuna mapenzi ya Mungu aina mbili. Aina ya kwanza: Mapenzi ya Mungu ambayo yameandikwa kwenye Biblia. Ile ni aina ya kwanza ya mapenzi ya Mungu. Ambayo yameandikwa wapi? Kuna mapenzi ya Mungu ambayo yameandikwa kwenye Biblia. Lakini pia kuna mapenzi ya Mungu ambayo hayajaandikwa mahali, hayo tunayapokea kwa sauti. Niko naongea na mtu mmoja, sijue kama mtu ananielewa. Kuna mapenzi ya Mungu ambayo hayajaandikwa mahali, lakini tunaipokea kwa sauti ya Mungu. Unafikiri mimi natania? Ukisoma kile kitabu cha ile Torati makumi mbili na mnane inasema na itakuwa kama utasikia sauti, itakuwa kama utasikia sauti ya Bwana Mungu wako anayokuambia leo na kuyafanya. Kwa hiyo kila siku kuna sauti ya leo kwa ajili yako. Usipotambua kudaka mtandao wa sauti ya Mungu utakwama. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kuna namna ambayo unaweza ukadaka mtandao wa sauti ya Mungu. Ukikosa mtandao ya sauti ya Mungu, umekosa Mungu Sio kila kitu utakisoma kwenye Biblia alafu ili uende kufanya mapenzi ya Mungu. Kuna kitu cha kila dakika, kuna kitu cha kila wakati ambacho ukiweza kuingia kwenye kanuni ya Mungu unaanza kudaka mtandao wa sauti ya Mungu. Hata barabarani unasikia Mungu anakusemesha mapenzi yake. Sijue kama niko naongea na moto humu ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna sauti kuna mambo utayasoma kwenye Biblia, inakuleta kwenye kanuni. Wakati nilikuwa nasoma masomo ya imanite, nilisoma matematiki, nilifanya mati fiziki. Katika mati fiziki tunapewa formule ya kuweza kufanya jambo fulani Yaani tunapewa kanuni. Nilifanya pia miziki katika miziki, miziki hatuimbe kiolela. Kuna kanuni ambazo unatakiwa ushike ili ufikie kitu ambacho kinafaa. Bwana Yesu asiwe kitu ambacho Biblia inatupa. Biblia inatupa kanuni za kufuata, ukashika zile kanuni zinaamua kwa ajili yako kuweza kudaka mtandao wa sauti ya Mungu. Sijue kama niko naongea na mtu mmoja. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unahitaji kuyajua mapenzi ya Mungu. Kile kitabu cha Mezali sura yake ya kumi na mbili. Kitabu cha Mezali sura yake ya kumi na mbili andiko la kwanza kuendelea hauwezi jua mapenzi ya Mungu mpaka ulipata mwelekezo na mpaka ulifundishwa. Na moja ya kitu ambacho wa watoto wa Mungu hawataki, hawataki kufundishwa. Ukitaka kuona watu wengi waambie, mkuje, tutaomba tutawaombea, watu watapokezana ili waombewe lakini kitu ambacho watu hawapendi hawapendi kufundishwa. Mezali inasema anayetaka mafundisho anapenda maarifa. Kinachoamua uyatambue mapenzi ya Mungu lazima uyafundishwe. Sijui kama mtu ananielewa. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Ukiona kuna kitu ambacho Mungu anaweza akakupa. Mungu anaweza akakupa mapenzi yake ili uyafanye, anaweza akakuambia fanya kitu fulani, lakini uelewe katika kufanya kile kitu, usifikiri utaingia mara moja. Munifate mzuri. Kuna kitu ambacho Mungu anaita agizo, kuna kitu ambacho Mungu anakiita agizo lake, anakuagiza nenda ufanye hiki kitu.